Viongozi wa Kiislamu wameelezea kughadhabishwa kwao na hatua ya mbunge wa Kilifi Kaskazini Owen Baya kuondoa mswada wa kupiga marufuku uuzaji na utafunaji wa miraa na muguka. Wakizungumza na wanahabari baada ya swala ya Idul Adha, viongozi hao wamesema ingawa mmea huo unaweza kuwa na faida kwa eneo fulani, umeleta madhara makubwa kwa vijana na familia za Pwani ya Kenya. Wakiongozwa na Sheikh Juma Ngao na Abu Katada, viongozi hao wanaihimiza serikali kuangazia upya swala hilo ili kuiokoa jamii ambayo imeathirika na utafunaji wa mmea huo pamoja na utumiaji wa dawa za kulevya. Vijana wengi wameumia na mugukaa na madawa ya kulevya na bangi na tembo. Kwa nini mswada kama huo ambao tumetarajia siku nyingi unauondoa? kama nani ujafanya ya watu wa pwani na Wakenya kwamba umeondoa kama nani, na kuomba urudishe mswada huo na upitishwe na kama utarudisha umejitoa bunge tutakwenda miyu huko Giriama inshallah. Kilifi hurudi tena kama huo mswada utakavyoondoa. Hatua ya kuondoa mswada huo imefanyika wiki hii baada ya mbunge huyo kukutana na naibu rais Kithure Kindiki na viongozi kutoka eneo kunakokuzwa miraa na miguka. Tumepigwa na butoa eh, kwa mswada ambao kwamba, eh, aliweza ku withdraw eh, mheshimiwa Owen Baya mswada ambao kwamba ulikuwa ni wa kupiga marufuku jambo zima la mogoka. Ilikuwa ni furaha kubwa sisi, hasa kama watu wa Pwani, kwa sababu ni uchumi kwa jamii nyingine, lakini inavunja ndoto kwa jamii nyingine. Eh, tunamwomba mheshimiwa Owen Baya wawe ni mwenye kukumbuka e, watu wake na wawe ni wenye kuja na maono ya kujenga mustakbal ama future, ya e, watu wake sehemu hii ya ya pwani. biashara ya mgukaa imewakosesha usingizi wazazi na mashirika mbalimbali yanayopinga matumizi ya mmea huo ambao unazidi kuathiri vijana na mshikamano wa kijamii. Sisi kama Mombasa County, msimamo wetu na msimamo wake governor ni ule ule marufuku ya mira, marufuku ya mogokaa Mombasa County yataendelea, na wala hayatabadilika. Ikiwa mswada kama huu utaweza kupita, tutatafuta njia mbadala kuhakikisha kwamba kitu kama hiki ndani ya Mombasa kaunti hakitaweza kuendelea. Mwaka uliopita viongozi wa kaunti sita za pwani waliungana katika jaribio la kupiga marufuku kuingizwa ndani ya kaunti hizo kwa miraa na migukaa, hatua iliyopingwa vikali na viongozi wa maeneo yanayokuzwa kwa wingi mmea huo. Nikiripotia Koko FM, mimi ni Lolani Kalu, Koko FM, ladha ya Pwani.